Tunapoanza safari leo, tunafika kwenye sura ya mwisho hapa katika kitabu cha Matendo sura ya 28. Inapoanza tunaambiwa kwamba Paulo na wasafiri wenzake waliopata ajali ya meli sasa wamefika ufukweni kwenye kisiwa cha Malta, kusini mwa rasi ya Italia. Nimepata bahati ya kuhubiri katika kisiwa cha Malta, na kutoka dirishani mwa hoteli yangu nilimwazia mtume Paulo na wengine wote wakiogelea hadi ufukweni, wakiwa wamechoka, wamejaa maji, lakini wakiwa na shukrani kubwa kwa kuwa hai. Sasa wanahitaji msaada ili wapate joto. Luka anatueleza hapa katika mstari wa mbili, watu wa asili walituonyesha wema wa ajabu kwa maana waliwasha moto na kutukaribisha sote. Luka anatuambia kwamba mtume Paulo alisaidia na alipokuwa anakusanya kuni, nyoka alitoka na kung'ata Paulo mkononi. Ni nyoka mwenye sumu kali sana, na wakazi wa kijiji walidhani kwamba Paulo atakufa ndani ya dakika chache. Walidhani mfungwa huyu chini ya ulinzi wa Kirumi ni mhalifu mkali, ingawa vizuri, ni dhahiri alitoroka kuzama baharini, miungu ilikuwa ikimshika na atakufa hivi karibuni. Lakini wakati Paulo haonyeshi matokeo yoyote mabaya hapa kutokana na kuumwa na nyoka, watu kwa kweli hubadili mawazo yao na kudhani vema, lazima awe mungu wa aina fulani. Naam, hili ni tukio lisilo la kawaida hapa kwa hakika. Marko 16 inatufahamisha kwamba jumuiya ya mitume ingenusurika kimiujiza kuumwa na nyoka. Naam, paulo anafanya hivyo sasa. Wapendwa, enzi hiyo ya mitume imekwisha, hivyo msianze kushika nyoka wenye sumu ili kuthibitisha ahadi fulani ambayo haituhusu sisi leo. Sasa raia mkuu wa Malta ni mtu anayeitwa Publius na anawakaribisha walionusurika kwa siku tatu. Paulo anaishia kumponya baba yake ambaye, hapa kwenye mstari wa nane, anaelezewa kuwa mgonjwa wa homa na kuhara damu. Kufuatia uponyaji huo wa kimuujiza, mstari wa tisa unatuambia watu wengine katika kisiwa waliokuwa na magonjwa pia walikuja na kuponywa wanajipanga tu hapa na mtume Paulo anawaponya wote. Na tunaweza kuwa na uhakika pia aliwapa injili ya Kristo. Sasa ni wazi u Paul amepata marafiki wengi lo kwa sababu hii, na wanakijiji kwa upande wao huwapa wasafiri wote kila kitu watakachohitaji wanapojitayarisha kuanza safari tena. Basi hatimaye Paulo anaanza safari tena kuelekea Roma kwa meli nyingine, na wanafika katika bandari ya Puteoli kwenye pwani ya magharibi ya Italia. Na Paulo anakaa huko kwa siku saba pamoja na waumini wenzake. Sasa hatimaye, Paulo na wale wanaosafiri naye wanaanza sehemu ya mwisho ya safari yake kuelekea Roma. Imekuwa safari ndefu, ngumu. Imekuwa safari yenye mizunguko mingi, lakini licha ya hatari zote na ucheleweshaji wote, Paulo ametupatia mfano kwa kumtumikia Bwana popote Mungu alipompeleka. Haya magumu yasiyotarajiwa, ucheleweshaji huu usiopangwa, basi yameishia kuleta mambo mapya yasiyotarajiwa. Vikwazo vimegeuka kuwa fursa zilizojificha, na Paulo, kama mfano kwetu, alikuwa na ulegevu wa kutosha kutumia vyema kile ambacho Mungu alikuwa akifichua. Sasa Roma ni mji mkuu wa dola ya Kirumi, inatokea kuwa ndio kitovu cha ukafiri wa kipagani, lakini pia ni makazi ya kanisa linalokuwa. Waumini wengine kutoka Roma tumeambiwa walitoka kumlaki Paulo njiani na wakampokea kwa furaha. Luka anaandika hapa kwenye mstari wa kumi na tano, walipowaona Paulo alimshukuru Mungu na akapata moyo wa ujasiri. Kwa njia, usipuuze aina hii ya huduma hapa. Ningependa kuita huduma ya uwepo. Unachofanya ni kufika tu na kumtia mtu moyo kwa upendo wa Kristo. Sasa mstari wa kumi na sita unatueleza kwamba Paulo aliruhusiwa kukaa peke yake pamoja na askari aliyekuwa akimlinda. Hivyo inatufahamisha kwamba sasa yuko rasmi chini ya ulinzi wa dola ya Kirumi, lakini bado ataweza kupokea wageni. Kwa kweli mstari wa kumi na saba unatueleza kwamba Paulo aliwaita pamoja viongozi wa Kiyahudi wa eneo hilo na anawaeleza hapa chini kwenye mstari wa ishirini kwamba amefika Roma kwa sababu ya tumaini la Israeli. Unaona, ujumbe wake wote unamhusu Masihi, tumaini la Israeli, tumaini la dunia. Na tumaini hilo, ujumbe huo umemfikisha Roma akiwa amefungwa minyororo. Basi, hawa viongozi wa Kiyahudi wanataka kujua zaidi kuhusu Ukristo, na mstari wa ishirini na tatu unatueleza kilichotokea baada ya hapo. Basi, viongozi walimjia mahali alipokuwa akikaa kwa idadi kubwa zaidi. Tangu asubuhi hadi jioni, aliwafafanulia akishuhudia kuhusu ufalme wa Mungu na akijaribu kuwashawishi kuhusu Yesu akitumia sheria ya Musa na pia manabii. Hiyo ni kusema kwa kifupi kwamba Paulo hapotezi muda hapa, hata kama yuko chini ya ulinzi wa Warumi. Analindwa na askari wa Kirumi. Hakuna mtu anayemhurumia hapa. Paulo hajihurumii mwenyewe tena. Paulo ni mtu anayebadilika kulingana na hali, anajifunza kuendana na mazingira, anatumia vyema kila fursa inayotokana na maisha yake yanayobadilika kila mara, na pamoja na hayo, fursa za huduma zinazobadilika pia. Na matokeo ya huduma yake sasa yameripotiwa hapa kwenye mstari wa ishirini na nne, wengine walishawishika na yale aliyosema, lakini wengine hawakuamini. Watu wengine walimgeukia Bwana lakini wengine walimkataa na hawakuamini katika Kristo. Bila kujali uamuzi wao, Paulo hakukatishwa tamaa. Anajua kwamba yeye siye anayewajibika kwa matokeo. Wala wewe pia, mpendwa, sio jukumu lako. Matokeo ya jitihada zako za huduma ni ya Mungu. Wajibu wa kufanya huduma ni wetu sisi. Sasa Paulo anawaonya wasioamini kwa kunukuu neno la Bwana kwa Isaya hapa kwenye mstari wa 26: nenda kwa watu hawa ukawaambie, mtakuwa mnasikia lakini hamtaelewa kamwe, na mtakuwa mnaona lakini hamtatambua kamwe. Kisha Paulo anaongeza kwenye mstari wa 28: na, na ijulikane kwenu kwamba wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa watu wa mataifa, wao watasikiliza. Hivyo, kama ilivyokuwa awali, Paulo anatangaza injili kwanza kwa Wayahudi, halafu anahamia kwa mataifa. Aliwapa Wayahudi wenzake nafasi ya kipekee kusikia yote kuhusu masihi wao, na sasa mataifa nao watasikia habari za Kristo pia. Sasa, kwa kusema ukweli, kitabu cha Matendo kinamalizika ghafla sana. Tunasoma hapa kwenye mistari ya thelathini na thelathini na moja. Paulo aliishi hapa miaka miwili kamili kwa gharama zake mwenyewe na akawakaribisha wote waliomjia, akihubiri ufalme wa Mungu na kufundisha kuhusu Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri wote na bila kuzuiliwa. Kwa kweli, siwezi kujizuia kuwafikiria wale askari Warumi waliokuwa wakimlinda muda wote huu, walipokuwa wakibadilishana zamu wote walilisikia injili tena. E, Paulo hatumii muda wake bure. Yeye yeye haandiki marafiki zake wote akilalamika kuhusu hali yake. Badala yake Paulo Paulo ataandika kile ambacho leo tunakiita waraka wa gerezani, yaani wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai na Filemoni lakini usipuuze ukweli kwamba, kwamba hii haikuwa huduma ambayo Paulo alikuwa ameipanga Roma. Eh, usisahau, hii haikuwa mpango wake wa huduma. Ilikuwa ni mpango wa huduma wa Mungu, na Paulo aliukubali. Unajua, anafikiria kuhusu ukweli kwamba watu wengine hutumia maisha yao kugonga milango ambayo Mungu hajafungua kamwe, na wanakosa milango ambayo Mungu anafungua badala yake. Endelea kuwa mnyumbufu, jifunze kubadilika unapoendelea kufuata mipango ya huduma ya Mungu inavyobadilika. Sasa, nini kilitokea baada ya miaka hii miwili huko Roma hii. Luka hatuambii hapa, lakini tukikusanya vidokezo kutoka kwenye barua za Paulo, inaonekana kesi yake ilitupiliwa mbali au kuahirishwa kwa muda aliweza kusafiri — aliachiliwa ili aendelee kuhudumu kwa miaka mingine michache. Katika moja Timotheo moja tatu, Paulo anataja kutembelea na kuhudumu Makedonia na katika mji wa Efeso. Tito saa tatu na madakika kumi na mbili inataja Paulo akiwa Nikopoli, na tena katika 2 Timotheo 4 anataja kutembelea Troa pale kwenye mstari wa 13 na hatimaye kutokana na kile Paulo anaandika katika barua yake ya mwisho 2 Timotheo, ni wazi kwamba Paulo amefungwa tena huko Roma. Sasa anatarajia kunyongwa kwake. Anaandika kwamba amemaliza mbio zake na amepigana vita vizuri. Kukamatwa na kufungwa kwake kwa mara ya pili huko Roma kunalingana na vyanzo vya kihistoria na mapokeo ya kanisa yanayotueleza kwamba hatimaye Paulo aliwawa shahidi. Alikatwa kichwa kwa amri ya Nero mfalme wa Roma. Je, Paulo aliweza kutoa ushahidi mbele ya Nero? Basi ingawa haijaandikwa katika maandiko, nina kila sababu ya kuamini kwamba alifanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu katika Matendo 27:24 Bwana alimwahidi Paulo kwamba siku moja atasimama mbele ya Kaisari na ahadi za Mungu huwa zinatimia daima. Basi kwa hayo tunahitimisha safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume . Ni kitabu kinachotoa ushuhuda kwa siku hii kupitia maisha ya waaminio kote ulimwenguni leo kwamba mipango ya huduma ya Mungu kwa maisha yetu inaweza kubadilika kadiri muda unavyopita, lakini ujumbe wetu unabaki vile vile. Yesu Kristo yuhai anajenga kanisa lake leo duniani kote.